Karibu The Awaited Rehab Center. The Awaited Rehab Center ni kituo cha kurekebisha tabia na kupambana na matumizi ya madawa ya kulevya. Afya salama inategemea mazingira salama, na haya ni maeneo ambayo waraibu ama wenzetu wanapata kupumzika. Kama mnavyoona hapa, ndo sehemu ya darasa ambapo tunaweza kueleweshana uhalisia wa tatizo wetu na jinsi ya kuliepuka. Miongoni mwa mazingatio yetu katika kituo chetu ni chakula bora, tukiwa tunaamini chakula bora huleta afya bora. Mazoezi ni moja ya sehemu muhimu ya afya, na kwetu The Awaited Rehab Centre ni moja ya kipaumbele chetu. Kuachana na masomo, mazoezi, lakini pia tunashughulika pamoja katika kupanda na kukuza mazao mbalimbali ikiwemo mboga mboga.